Uwe mvumilivu kwa wenzako kama wewe we umeweza kupata kufika, kupika, kufika mbali katika safari yako ya wito basi sijui kwamba kuna walio kuvumilia vile vile sio kwamba umetungua haya yote kutoka hewani hapana kwa ulivumiliwa kasa kama ulivumiliwa wape nafasi na hao na katika kuvumiliana huku ndipo tunaweza tukawa kitu kimoja na ili tuweze kufanya hivyo lazima tubebe misalaba kama tukikataa kubeba msalaba, ni ngumu sana. Tutakuwa ni watu wa kuhukumu, tutakuta tutakuwa na watu wa kusengenya. Pata picha, mtu anasengenya kwenye jumuiya, akisengenya kwenye jumuiya, yule mwingine anasikia, aliyesengenywa huyu, ngumi kwenye jumuiya, matokeo yake jumuiya hiyo inabakia kuwa ni jumuiya ya ndondi. Na kama ni ndondi, na mimi ndio nashangaa watu wamevaa magrosi ya kupigana sasa kuonyeshana ubabe, ambayo sio hivyo. Kuvumiliana, kusameheana, kufanya upatanisho, lakini unyenyekevu na kuona kwamba Mungu ndiyo yote na amenipa yote haya ni yafanya. Kwa hiyo kuji, kujitwika msalaba, tusikimbie msalaba, tunaelekea Kalvari na Yesu wetu. Hatuwezi tuweze tukaikwepa Ijumaa katika maisha yetu wakati tunatarajia kupata utukufu hata siku moja. Lazima tujue kwamba lazima tupitie Kalvari ili tuweze kwenda mbinguni. Ni muhimu. Ndio uweze sasa kumfuata Yesu taratibu, wakati fulani pagumu, na yeye mwenyewe anakuangalia, sasa: Yesu, naomba unisaidie kuinua msalaba. Mnaendelea naye. Mwisho mnafika kule. Ndio maana tunaona kwamba katika safari yetu ya wito tukumbatie msalaba. Alama ya ushindi, alama ya ushindi huu ni bendera hii ambayo inatupa nguvu ya kushinda yote. Na maisha ya utawa ni mazuri tu pale ninapokuwa na jumuiya yangu, sio peke yangu, ambapo nazingatia mambo ya jumuiya, ninazingatia mambo ya jumuiya na ninayofuatilia, na ninafanya yote mambo ya jumuiya, siwezi nikachafua nyumbani kwangu, nikafikiri mimi ni msafi, nje ni unafiki wa bure tu. Huko nje watakuita baba au wasema mama, dada, eh, hey, karibu karibu karibu kwa ndana sawa, limekuja ili ni lile lile, nimesafira. Afadhali tu leo tumepata nafuu, sio kwa maana napofika pale wenzangu lele, najisikia nyumbani, niko pale na niliwamisi dada zangu ni wanovisi kaka ka zangu, na sasa tunakutana hapa jamani, nimetoka huko, safari ilikuwa moja mbili tatu eh, pole sana, karibu amanaotoka eh, uko eh, chukua jisikie, na maisha yanaenda ndio. Ndugu hao, naiona familia yangu ya nyumbani kwangu nilikotoka, katika jumuiya yangu. Kama hayapo haya, kuna kitu si sawa, na kama kuna kitu si sawa, kiko wapi hicho ambacho si sawa katika upande u kirekebishwe na ndio maana tuna vikao vikao vya kurekebishana, vikao vya kupanga pamoja, vikao vya kusaidiana, ili tufanye vizuri, tumuelekee Mungu zaidi, kwa sababu lengo letu tufike mbinguni, sio tukusanyike tuseme ni jumuiya au ni utawa, alafu hapo tunanuniana kila wakati na kutukanana kila wakati au kupigana kila wakati, hapo tutakuwa tunamdanganya Mungu wetu katika safari yetu ya wetu, bali tuishi vizuri na tumuombe Mungu atusaidie na ndio maana kwa namna pekee tunapongeza sana wale wanaofanya jubilei, wamepitia hayo yote mengi. Na kama nilivyosema, pengine waliona giza, lakini wakaona baadaye mwanga kwa kumtegemea Mungu, kumkumbatia Mungu, kumbatia msalaba. Mnaoanza leo mko hawa sita, tutafurahi sana siku mnafunga na viza daima sita. Na tunafurahi sana mtakaofanya jubilei ya miaka 25, sita, au mmoja amechukuliwa na Mungu sawa, lakini tusisikie kwamba ameshabadilisha, sio sister tena, ila ni mke mu, wa mtu au ni mfanyabiashara wa kari no, no, yako hapo wapo sasa, tutasikitika sana. Kwa hiyo tunaomba kwamba tunawaombea na tuna matumaini na tunafurahi sana tunapowaona mnajiweka wakfu, kanisa linafurahi linawaona najua, kwamba hawa ndio wanaonyesha sasa kanisa lililo uzima lenye uhai. Na wazazi tunawashukuru kwa zawadi ya watoto hawa na tunawashukuru kwa zawadi hiyo mnapowatoa kwa kanisa Aa, na tunajua kwamba mwezi mkarudi tena akasema, sasa mtoto wetu huku, mtoto mdogo wake amefukuzwa ada, achukue wapi hizo ada? Mtasikia nyewe watakavyotamka hapa wasaidie uzazi wetu haujaishia hapa. Leo wanapokuja likizo wanakuja kwetu. Kwa hiyo mkifika kule, wakifika huko, mwambie sasa, mwanangu chukua hiki ukasaidia mkale na wenzako. Mwanangu chukua hiki peleka kwenye jumuiya yako. Sasa, sasa umekuja mikono mitupu, sasa chukue nini? ko ni zawadi mliotoa wazazi na mnajua maana yake na mtasikia vizuri wanavyotamka. Hata siku nyingine wanapofanya kienyeji kienyeji wakiwa nyumbani kwenu, sasa, we mbona nilisikia bado kitamka hivi unavyoishi hivi ni vipi tena? Unatuaibisha kama familia. Kwao bado mnaendelea kulea kwa kuombea na kusaidia watoto wenu waishi vizuri, wito wao ule ambao nyinyi wenyewe mnashuhudia wanapojiweka wakfu mbele ya Mwenyezi Mungu, tuendelee kuwaombea sisi sote, na kila mara kuwapa moyo, kwa maisha haya ni mazuri sana na yanafurahisha, na Mungu yuko pamoja nasi kila wakati. Hatujapotea hata kidogo, anatutegemeza katika safari yetu. Tumsifu yes. Yesu Kristo.